Mimi Mheshimiwa Rais, wakati wote kwa siku 29 nimekuwa natembea na hii tasbihi, nayo hapo na pale nyumbani. Mheshimiwa Rais, kila wakitaka kuniloga mimi nasema tu Allahu Akbar Allahu Akbar. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, Mufti ameniweka vizuri sana katika kipindi chote hiki cha siku ishirini na tisa ambazo tumekaa kufikia 30 na mpaka hapa tulipofikia ni neema kubwa sana ya mtume wetu. Mheshimiwa Raisi, neno langu tu la mwisho mwaka huu kama wenzangu walivyosema tunakwenda ni mwaka wa uchaguzi, na mara nyingi miaka yote ya nyuma tunapofikia mwaka wa uchaguzi wawekezaji na wafanyabiashara wote wakubwa huwa wanapenda sana kuwithdraw mitaji yao kwa kuhofia taifa kuingia kwenye machafuko. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya wakuu wa mikoa wenzangu wote kwamba msiogope kuja kuwekeza Tanzania na wala msiogope kuja kuwekeza Dar es Salaam naomba niwathibitishie kwamba katika kipindi ambacho tumejipanga vizuri sana kuhakikisha amani iliyopo inaendelea kutawala na kuwa hivi ilivyo ni mwaka huu 2025. Lakini msingi wetu mkubwa sio tu vyombo vya dola hapana. Tumejipanga kuendelea kutoa elimu kubwa kwa Watanzania wote, na hasa wa Dar es Salaam na mali pengine, kuhusu thamani ya amani na kulinda taifa letu hatuna baba wala mama mwingine wa kukimbilia tutakapochafua amani ya taifa hili. Lakini silaha yetu ya pili ni kutumia viongozi wetu wa dini na taasisi zote kuendelea kuhubiri yale ambayo yanazidi kutuunganisha sisi pamoja na taifa letu, na mwisho kuendelea kukuombea zaidi wewe, Mheshimiwa Rais, ili usichoke, maana wakati fulani wapo watu wanaoweza kukatisha tamaa, lakini tunaamini kabisa kwamba kwa kuwa wewe unamfahamu Mungu na wakati wote unamwomba Mungu, nasi tutaendelea kukuombea ili usichoke na uendelee kutuongoza kwa vile ambavyo Mungu ameweka baraka hiyo kwako.